Simba ambao mmehudhuria hapa katika kituo cha mafuta cha Lake Energies. Leo hii tumezindua rasmi mashirikiano baina ya Simba Sports Club pamoja na kampuni ya mafuta ya Lake Energies. Na kwenye huo shirikiano wetu tunayo bidhaa yetu ambayo itafahamika na itajulikana kama Simba Wese. Sasa ni kwa namna gani Simba wese itaenda kufanya kazi, na Simba wese ni kitu gani, lakini Simba itakwenda kufaidika na nini kupitia Simba Wese, na wanasimba watakwenda kuitumia vipi Simba Wese? Nitukue nafasi hii, mtume maiki imeanguka kwa mbali kule, naona basi la BM. Ile basi la BM tulijaza mbuzi na wazee fulani wafupi hivi, tarehe saba ya mwezi wa tatu, watu wakaingia mchechetu. Nichukue nafasi hii niastahili kufanya kazi na Simba Sports Club kwa sababu ni kampuni kubwa na sisi ni timu kubwa, na ndege wafanana nao huruka pamoja. Kwa hiyo tukasema Lake Energy anatufaa sana kwenye kampeni yetu hii ya Simba Wese. Simba Wese inafanyaje kazi? Kwenye vituo vyote vya Lake Energy kutakuwa kuna namba maalum ambayo inaitwa Simba Wese, ama kuna QR code ya Simba Wese. Unapokuja ama unapokwenda mwana Simba kwenye kituo chochote cha mafuta cha Lake Energies, ukifika ukaweka mafuta yako, muda wa kulipa, unamwambia nalipa kwa kutumia Simba Wese, unatoa simu yako, unafanya malipo. Unaweza kufanya malipo kwa kutumia mitandao yote ya simu, unaweza kufanya malipo kwa kutumia benki zote, lakini Simba Wese inafanya kazi kwa malipo ya online pekee, kwa maana kulipa kwa njia ya mtandao, aidha mtandao wa simu au kutumia benki, kwa maana ya sim banking yako. Kwa hiyo ukifanya hivyo, unakuwa moja kwa moja umenunua mafuta kwa kupitia Simba Wese. Kila lita ambayo umenunua kupitia Simba Wese kwenye kituo cha Lake Energies Simba Sports Club tunapata mgao wetu hapo, na hiyo inakuja kutusaidia sisi kusajili wakina Mpanzu wengine kusajili wakina Chasami wengine, na sio tu kuwasajili, kuwalipa vizuri ili waendelee kutufanyia kazi yetu vizuri. Kwa hiyo jukumu hili la kuipatia mapato Simba ni jukumu la kila mwana Simba. Kuanzia sasa, kila mwana Simba kituo chake cha mafuta, kituo chake cha kuweka diesel, kituo chake cha kuweka petroli kuanzia hii leo tarehe 25 ni Lake Energies. Kila unapoona kila unapoona Lake Energies, mwana Simba, tambua ya kwamba hiko ni kituo chetu sisi. Nenda kaweke mafuta lipa ama fanya malipo yako kwa kutumia mtandao wako wa simu. Ukilipa kwa keshi, hiyo sio yetu, hiyo ni ya Lake Energy peke yake. Ukilipa kwa mtandao wa simu kwa kutumia namba maalum ama QR code, ukasikani pale na Simba Sports, tunaokota fungu letu, tunakwenda kuwalipa wakina chasambi wanakwenda kutufanyia ubaya bila mnyama yule nusu fainali. Na hii sio kwenye magari tu, wenye magari, wenye bodaboda, wenye bajaji wanaangua vishando, mnalipa kwa lipa namba ya Simba Wese, mnyama tunaokota tunakwenda kufanya uwekezaji ndani ya klabu yetu. Baada ya kusema hayo ndogo zangu andishi, kama mtakuwa na maswali yeyote kuhusiana na Simba uwese pale kwenye ubao wetu, Mr. mdem atakuwepo pale, ce atakuwepo pale kwa ajili ya ufafanuzi zaidi, lakini maswala yote kuhusiana na maendeleo ya Simba Sports kesho, saa tano kamili tutakwenda kuwajulisha nini kinaendelea kwa upande wa timu yetu, ratiba, mipango, safari na tumepanga kufanya nini kwenye robo fainali yetu tutakwenda kujulishana kesho, insha allah. Baada ya kusema hayo, niseme tu ya kwamba shughuli yetu rasmi eh, kampu namba saba. Sasa ah, nabidi tuonyeshe namna ya kutumia Simba Wese, kwa hiyo Uh, Mr. Mdem, uh, CDO, tutaenda pump number 7 pale.